Take one and action. Wakati Take One inaanza mwanzo kabisa, nakumbuka ndani ya mtukati mtu wa kwanza kumfanyia interview alikuwa Elizabeth Michael ama Lulu, lakini kipindi kile alikuwa ni mtu ama mtoto ambaye alikuwa chini ya umri wa miaka 18. Lakini kwa sasa hivi season ya pili tumerudi na Nimemtafuta tena Lulu kwa sababu sasa hivi si mie chini ya miaka kumi na nane tena, bali ni mtu ambaye ana miaka kumi na nane na zaidi, na aliwahi kufanya birthday kubwa tu ya kusherekea miaka hiyo. Kuna kitu ambacho unaweza ukawa hufahamu kuhusiana na Lulu. Unafahamu kwamba Lulu kwa sasa hivi anajenga nyumba yake kabisa ambayo ipo Kimara lakini hiyo sio big deal, ni kwamba utapata kumsikia mwenyewe. Kuna kitu ambacho tuliwahi kuzungumzwa kwake kwa mwaka huu 2011 na kikamkwaza, ni kuhusiana na hivyo na vingine pia. Nataka umwone Lulu na maisha yake akiwa sio under 18 tena. Take One and action! Tofauti kubwa sana like when before I was 18 na sasa hivi, ila tofauti iliyopo ni tofauti ambayo ipo ipo kisheria, ipo kinini, vitu vingi. Sasa hivi niko free. I can do what I think, I can do what I feel, ambapo hata mwanzo nilikuwa nafanya, lakini nafanya kupitia muda fulani. Ah, hivi mikataba mikataba uruhusiwi kusign nini, nini, so save it least I can send by my own. Yeah. Vipo vitu ambavyo vimeongelewa vikanikwaza vingi, ila kuna viwili vimenikwaza zaidi kwa ajili ni vitu ambavyo si vya kweli. Cha kwanza, and always mimi kitu kinachonikwazaga ni media hasa magazeti zama sawa. Mimi I told them si wakatazi mimi kuniandika Niandikeni, lakini usiandike kisa umesikia hivi. Kwa mfano, leo Tanzania nzima kila mtu azushira kwake, useme nimesikia la, utaviandika vyote? Sawa, aisha. Hata ningekuwa na hiyo gazeti hapo, wameandika baada ya live wameandika juu kwanza live, alafu wakaandika baada ya N Wema na Diamond kuvalishana pete sasa ni zamu ya Lulu na Mheshimiwa Temba. Actually sijakataa picha yangu na Mheshimiwa Temba ilikuwepo. Lakini ile picha, kuna picha moja anaonekana ananong'oneza, kuna picha moja anaonekana yeye anakula, kuna picha moja nimepose mimi nimefanya hivi. Kuna picha moja ndo tumepiga wote lazima tumepause. Sawa. Ilikuwa kuna birthday yake like 2 days before you. Nikaenda kwenye birthday yake, sawa? Za maradi mimi as binadamu wa kawaida siwezi ukanieleka sehemu nikaanza tu direct. Ah, siji bwana, kunaweza kukaa na anaandishwa habari. Mimi ni mtu wa kawaida yaani, ni mtu wa kawaida uo. Wow, ululu unakuwepo pale unapouona kwenye TV. From there mimi ni ni Elizabeth. You see? Na siwezi nkaenda sehemu Temba is a star. I am a star. Oya, Lulu tupige tena, tupige picha bwana, mi si why, sawa ila watu wanaopata picha zetu, wanavyozitumia picha zetu i say, it me so much. Nimeamua kuiongelea hivi kwenye media kwa sababu mheshimiwa Temba ana mke sawa. Yani, nimeamua kuiongea hivi, labda mke wake atamwelewa. I don't know hata kitu gani kilichotokea, yani sitaki sitaki sitakin, yani kuelezea, ila nimeamua labda niiseme kwenye media, akasema alisema akase, nikaelezea kwa sababu lazima ningemwomba mimi msamaha, angejua yeye tu. Hata leo kwa yoyote aliosoma le gazeti atakuwa amejua kama kipi kilichokuwa kinaendelea ni it all about pictures. Nilipiga naye picha tu, na ni kwa sababu alikuwa kwenye birthday yake, nilialikwa hapo. Kwa hiyo so sorry, Tembo na mke wa Tembo. Kisa umesikia Lulu kahongwa nyumbsiu. Yani, wanakuwa wafikiri labda Lulu ana mama, ana baba, ana ndugu. Just, oh, they're, they're there too. Yani hamna basi. Hata siku moja actually, mtu huwezi ukaa nafaya mabaya kila siku, kuliona zuri langu hata moja, basi wakaliandika hata kwa mwaka maaili moja. Aise, wananikwaza sos na nakwazika, ila hivyo, uh, siwezi nikakaa nikaanza kuagi nao, tunakuwa kama ndo tunazidi kuzalisha story. What I beg from them, nachowaomba, umenikuta na tukio, umenifuma na picha, andika hizi, ishu za kusikia haziwezi kuisha. Take one and action. House ni nyumba ambayo najenga lawao, kwa mujibu walichosikia nimehongwa. Da, vitu kama hivi mi vinaniumiza kwa ajili na familia, yani afu mi kwetu bado baby, sawa mi kwa mamangu bado mtoto anaumia. Afu at least ningesemaga naishi duniani peke yangu, ase angefaidi yani, mii singekuwa na tatizo. kama mimi inaniumiza , lakini naumia zaidi kupitia ndugu zangu. Ndugu zangu wanajulikana na watu wengine, watu wengine sasa, mtu kwanza kumwelekeza mmoja mmoja, it's very hard, unajua ni vigumu sana. Alafu na mtu kuona pale nje, wachache sana, anaosoma kule ndani ni wachache sana. Kwa hiyo yule anayepata pale nje, i say to hivyo, just tusaidiane kwenye kurekebishana, turekebishane sawa, tukatae ila tusiharibiane. Havijabadilika um, sana havijabadilika, actually mweupe kama kawaida <laughs> au rangi nyeusi inayong'aa, yeah. mrefu So sana, mrefu kiurefu, awe ni ki mrefu, gentlemen I love em. Alafu age different kuwa mwanaume yani, naelingana naye I love mtu ambaye kidogo he's of me this relationship. Watu wengi anachukulia relationship as kupendana kupendana kupendana kupenda ni it's there. Yani utamwambia tu nakupenda na kupenda. Haijawahi kubadilikaga, alijawahi kufanya nini? Ila at least unakuwa na mtu ambaye sometime anaweza ka stand there, azata kukushauri. Hata so mzee nini, whatever lakini ambaye kidogo unajua sitoweza wewe kukaa nika. Yeye anaingia maisha na wewe unaingia maisha. Mtashauriana nani? Actually actually unaweza kukuta ndio naye labda anaingia maisha. Lakini at least ni mtu ambaye ah, yani awe na upeo. Sawa. Ta at at least ke like, Lulu you do this no, it's bad, hifanya hivi na hivi na hivi at least nakuwa hivo, so mtu unafanya kitu, ndo kwanza naye na kusupport kufanya, alafu kesho na kesho kutwa mnaonekana wote, you see, so that's the more important thing and caring. Take one and action Nobody. Same <laughs> mtu <laughs> yote jamani. Relations zipo, zipo zinatokea zinaisha, zinatokea zinaisha, zinatokea zinaisha. Kwa hiyo at this time imeisha. Kwa kwa hiyo inaweza ikatokea mwezi ujao, no, no, relations zipo I. Inabidi in in ni stand me kama mimi nifanye at least vitu ambavyo watu waone i sa hizo other zote zitatokea. Kitu ambacho najuta kufanya, shit ambazo ni kwama namfanyia mama angu back days <laughs> Ah, jamani, najutaga sana. I'm sorry, mama mansame. Ah, najuta sana kwa mtoka mama angu sana najuta. <laughs> najuta kwa jini kwa namuumiza yeah, alafu kwa mda ule asielewi, yani naona wanzingua. ah, bwana wanzingua. ah, sasa kumbeni anaumia sona, as time moves on, ah, lakini kama kweli mbona fresh nini ivo. Nini. Ah, mama msamee This this yeah, this means love. Ni mtu wa upendo kwa hiyo najaribu ku, kuonyesha upendo wangu kwa njia nyingi shang. Yeah. A fashion katika nyele zangu ka mtu akiangalia atajua what I mean. I I mean love love love red you see I love love. Napenda sana love ivo, love ya aina yoyote napenda kupendwa na kila mtu na mimi nampenda kila mtu that's it Take One and, and action.